Sababu ya pili au jambo la pili litakalo wewe kuzuia kuingia kwenye lango la mbinguni, hapa duniani umekufa, pa mwili wako umezikwa, wewe sasa unatakiwa uingie mbinguni. Jambo la pili litakalo kuzuia, kama hujapokea Roho Mtakatifu na kuongozwa naye, utazuiliwa kwenye lango la mbinguni. Umempokea Roho Mtakatifu au hujampokea Roho Mtakatifu na hujawahi kuongozwa na Roho Mtakatifu ila ni Mkristo. Ila ni Mkristo. Wewe hutoweza kuingia mbinguni. Sasa kanisani wako watu wanamwabudu Mungu lakini hawajawahi kumpokea Roho Mtakatifu. Haleluya. Usifikiri kuja hapa kanisani, yaani ukifika hapa ndio kwamba we una Roho Mtakatifu au umempokea Roho Mtakatifu. Hapana, wako watu kwenye Biblia, miaka miaka walikuwa na miaka hawamjui Roho Mtakatifu wala kumpokea, na ni Wakristo wameamini, na wapo kanisani wanaomba na kusifu na kuabudu lakini hawana roho mtakatifu nitakusomea kwenye bibilia haleluya nitakusomea kwenye bibilia ili uweze kuona wapo fungua matendo wa ya mitume sura ya kumi na tisa mtumishi wa mungu nisomee kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka ule wa sita Neno la Mungu linasema: Ikawa Apolo alipokuwa Korinto, Paulo akisha kupita katika nchi ya juu, akafika Efeso, akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko. Akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakamjibu, la hata, kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, kwa ubatizo wa Yohana. Paulo akasema, Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake, yani Yesu. Waliposikia haya, wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu, na Paulo alipokwisha kuweka mikono juu yao Roho Mtakatifu akaja juu yao wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri.